Leo napita tu, nakwenda jeshini Monduli, kesho tuna shughuli kidogo, alafu nitapanga kuja kutoa shukrani rasmi <coughs> lakini washukuru sana e. Heshima ndiolipa ni kubwa mno, ni kubwa mno. Ulimwengu anauliza wai, kwa nini 97%? Nasema natamani ngevuoko nkaono kwanini 97. Kwa mimi nawashukuru sana, asanteni sana. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, kwa heshima na taadhima, sasa unaomba tunuku kamisheni. Mimi Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, kwa mujibu wa madaraka niliyopewa katika ibara ya 148 na kifungu kidogo cha pili a ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha tano cha sheria ya ulinzi wa taifa, ninawapa kamisheni kuwa maafisa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania katika cheo cha luteni usu, kuanzia leo tarehe 22 Novemba 2025. Mungu awasaidie. Afisa katika jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Naapa kwa dhati kwamba, na kwamba, nikiwa mzalendo nitakuwa mwaminifu kwa nchi yangu, nitatumikia nchi yangu katika utumishi wangu cho cho na katika chio chochote, nitatii sheria, kanuni namni zote zokushatolewa na zitakazotolewa mara na kwa mara na wakuu wangu kwa mujibu wa sheria Nitafunze na kuozosha nidhamu nzuri, utiifu, uodari na uaminifu maafisa na askari watakaowekwa chini ya uongozi wangu. Nitalinda na kuitetea katiba ya jamhuri ya muungano Tanzania Tanzania. Nitamtii, nitamlinda na kumtumikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu